Ulishawahi kuhisi kama kila kitu kimepanda kutoka unga, mafuta hadi sabuni, lakini mshahara haubadiliki? Kama kila mwezi unajitahidi, lakini mwisho wa mwezi unajiuliza, ilienda wapi hii pesa? Karibu kwenye ulimwengu wa mfumuko wa bei, adui wa kimya anayeua bajeti za familia nyingi bila hata risasi moja. Lakini leo nitakuonyesha siri saba za moto za kuokoa fedha zako bila kujinyima sana bila kuishi kwa hofu na bila kupoteza furaha ya maisha. Kaa mpaka mwisho, kwa sababu mbinu ya saba ndiyo inabadilisha mchezo wa kifedha kisaikolojia, na wachache sana wanaijua. Kabla tujanza, tafadhali subscribe kwenye channel hii ya Fikra Chanya, bonyeza alama ya kengele na share video hii kwa mtu yoyote ambaye anahisi pesa yake inapotea kama moshi. Leo tutajifunza kuibadili hiyo hofu kuwa nguvu. Mbinu ya kwanza Tambua matumizi yasiyo na uamuzi, unconscious spending. kila siku tunachokifanya bila kufikiri ndicho kinachotufilisi kimya kimya. Kisaikolojia, ubongo wetu hupenda dopamine, raha ya haraka. Ndiyo maana unajikuta unanunua vitu vidogo vidogo unavyoviita ah, si hela ndogo tu, lakini ukikusanya zile hela ndogo ndizo zinavunja bajeti kila mwezi. Andika kila kitu unachonunua kwa siku 14. Utashangaa kuona unavyotiririsha fedha kwa hisia. Mara tu ukiviona, akili yako inaanza kurekebisha maamuzi. Hapo ndipo unapoanza kuishi kwa uamuzi, sio kwa mazoea. Mbinu ya pili: mfumo wa bahasha tatu, the three envelope rule. Hii ni moja ya old school systems zinazoshinda teknolojia zote. Tengeneza bahasha tatu: moja kwa matumizi muhimu, moja kwa akiba na malengo moja kwa furaha outings, watoto, zawadi. Ukifanya hivi, unauambia ubongo wako kila shilingi ina kazi. Na ubongo unapopata mfumo, hofu inapotea. Mfumuko wa bei unakuwa changamoto, si tishio. Mbinu ya tatu, kanuni ya sabini ishirini kumi. Hii kanuni ni rahisi lakini powerful. Asilimia sabini kwa matumizi, asilimia ishirini kwa akiba na malengo, asilimia kwa fadhila au furaha. Kisaikolojia inajenga uwiano wa akili na fedha: huhisi hatia unapotumia na huhisi pressure unapookoa. Hata ukiingiza kidogo, kanuni hii inakulazimisha kufikiri kama mchumi mdogo wa nyumbani, na kwa muda hufanya akili yako ianze kuona pesa kwa system, sio kwa mzuka. Mbinu ya nne: tafuta nini kimebaki nafuu, sio kile kimepanda Badilisha nishati yako. Wengi wana focus kwenye bei zinazopanda, lakini wachache wana focus kwenye nini bado kina value nzuri. Hii ni reframing technique. Badala ya kuishi kwa kulalamika, unatafuta fursa. Kwa mfano, badala ya nyama kila siku, tumia protini mbadala, nunua jumla, si rejareja reja. Tumia vyakula vya msimu. Uchumi unabadilika, lakini akili ya yako ndio silaha kuu ya kuishi humo ndani. Mbinu ya tano Fanya pesa ifanye kazi. Passive mindset. Wakati bei zinapanda, wengi husema acha tu nisubiri mambo yatulie, lakini ukweli ni huu: bei haitatulia, wewe ndio unatakiwa ujibadilishe. Anza kuwekeza hata kidogo, apps za microinvestment kama UTT kununua hisa na kuuza hisa au zingine. Anza biashara ya ndogo ndogo, hata ya kidigitali. Tumia ujuzi wako kama bidhaa. Kila shilingi inayofanya kazi ni askari wako wa kifedha. Usiogope kuanza kidogo. Hofu ndiyo hasara ya kwanza. Mbinu ya sita, ubunifu wa nyumbani. Creative cost cutting. Siku hizi ubahili siyo aibu, ni ujasiri. Badala ya kulalamika bei zimepanda, jiulize ninaweza kufanya nini nyumbani? Tengeneza sabuni zako mwenyewe, pikeni nyumbani. Tengeneza vionjo, vinywaji au hata zawadi zako mwenyewe. Hii siyo tu kuokoa, ni kujenga thamani mpya ya maisha. Mbinu ya saba, kuokoa ni mchezo wa akili, siyo hesabu. Kama unaona kuokoa ni gumu, sio kwa sababu huna pesa, ni kwa sababu akili yako bado haijafungwa na picha ya mafanikio. Weka challenge rahisi, elfu tano kila wiki, usiruke wiki hata moja. Baada ya miezi mitatu, angalia jara lako. Ubongo wako utaanza kufurahia kuona maendeleo. Hapo ndipo kuokoa kinakuwa mchezo, sio mzigo. Hii ndiyo mbinu ya kiakili inayokuweka mbele ya mfumuko wa bei bila stressi. Chukua hii bonus, weka vision board ya kifedha, weka picha ya malengo yako, nyumba, likizo, elimu, afya. Kila ukiona, akili yako inaamshwa upya. Hii inaitwa visual financial motivation. Wachumi wakubwa husema uchumi wa nje huanzia ndani ya akili. Ukiijenga akili yako kifedha dunia itafuata. Kama umesikia haya na moyo wako umejifunza kitu, basi usikae kimya. Subscribe, share video hii kwa mtu anayepigana na maisha ya bei zinazopanda. Tupigeni vita hii la mfumuko wa bei, si kwa hofu, bali kwa maarifa. Maisha hayangoji bei ishuke, lakini akili yenye mpango inaweza kushinda bei yoyote. Acha kuogopa mfumuko wa bei, anza kupanga, anza leo.